Kwa jina anaitwa Hassan Mohamed Mnumbe, ni makamu mwenyekiti wa Ndimwambao. Nimekuja kwenye uzinduzi huu wa kampeni ya Shinda Shambani taya, bima, kwa sababu tayari na sisi shawai kutumia hiyo bima. Mimi mwenyewe kwa mkoa wangu alinika bima rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan bima hiyo, na pia inanisaidia sana kwenye familia yangu ni bima ya laki nne na nusu ni bima ya kutumia watoto wangu wa watatu, mke wangu na mimi mwenyewe. Kwa hiyo, hiyo bima napata urahisi, unaenda kutibiwa kokote muda wote na saa yoyote. Kwa hiyo naturaishia sana. Kwa hiyo hii bima inatusaidia sana sisi, na huu mwendelezo tunahamasisha vyama vyote vya msingi tulivyokuwa kwenye maeneo yetu ya jijini mambao vishiriki hili zoezi, kwa sababu tayari tutakuwa tuna uwezekano kwa kuhudumia wanachama wetu kama vyama vya msingi, lakini pia na wakulima wetu lakini tunatamani sana NBC itusaidie kule kwa wale sisi, kwa wakija kwenye uongozi, tutawaaminisha wale wakulima wetu ambao ni wakubwa ambao hawawezi kukata bima kwa muda ule, ili iweze kuwakopesha iwasaidie, kwa sababu tayari na ni chachu kwao kwa, kwa, kwa sababu mtu mwingine atamani kupata bima, lakini kwa ule mdaleaana pesa, lakini akishaausho zake au futa wake aekana akapata hiyo pesa ikaweza kumsaidia kupata bima. Na, natoa ombi langu sana kwa NBC tufanyie hivyo kama vyama vikuu, na sisi tuhamasisha vyama vyetu vya msingi vyote, viongozi, mameneja na pamoja na wenye viti, pamoja na familia zao, ziweze kuchukua hii bima. Itatusaidia sana kwa sababu tayari ni suluhisho kwetu. Daima karibu nawe.